Jamani ye, nchi yetu inaharibika hapa na hapa, naombeni kuwashawishi kesho mkaweze kutokea tuweze kuandamana kwa sababu ya hichi na hichi na hiki. Kwa mfano ndugu zetu wameweza kutekwa, wenzetu pia wamepata kuuawa, na kwa hivyo tuna sababu kubwa za kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka na kuweza kufanya maandamano. Suala hilo polisi wanalichukua kama uchochezi wa kuhakikisha kwamba watu wametoka manyumbani kwao kufanya maandamano. Na sasa hicho ndicho wameweza kutumiwa, bwana Thadei kweka kwamba ameweza kujihusisha na uchochezi katika mitandao na katika mazungumzo yake ya siku hadi nyingine. Visa vya utekaji vimeweza kukidhiri katika siku za hivi karibuni, na visa hivyo vimeweza kutekelezwa na polisi wasioweza kuvaa sare rasmi, ambao wanaweza kuvaa kama raia, na visa hivyo vimeweza kutekelezwa wazi. Cha ajabu, bwana Julius Luyore aliweza kutekwa siku chache zilizoweza kupitwa na mpaka sasa hajaweza kuwasilishwa mahakamani na vilevile haijaweza kutolewa taarifa yoyote ya polisi kuhusu hali na anavyoendelea bwana Julius Luyole. Visa hivi vya utekaji sana sana vimewaelekea wale ambao wameweza kutoa hoja katika mtandao wameweza kutoa maoni na, na vilevile wameweza kuonyesha upinzani kwa sera za chama za CC, cha CCM, lakini pia waliweza kukataa baadhi ya sera zilizoweza kupendekezwa na serikali, lakini pia wale walioweza kuhusika katika kuwashauri wa Tanzania kutafuta haki zao kupitia kufanya maandamano. Sasa wa hivi karibuni kutekwa ameweza kuwa ni bwana Thadei kwake, Thadei Kweka, kunradhi msikilizaji, Thadei Kweka ni mwanaharakati wa nchi ya Tanzania ambaye kwamba ameishi Marekani. Sasa Thadei ametekwa na vikosi vya Samia usiku huu oo, ni usiku wa kuamkia leo, msikilizaji. Polisi na watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwake Moshi. Sasa msikilizaji, hii taarifa inatudokezea kwamba polisi wanaosababisha utekaji wanajiunga na kikosi cha watu wasiojulikana wakiweza kutekeleza masuala ya utekaji, na kikosi hichi hakiruhusiwi kisheria, kwa sababu polisi ndo wameweza kutwikwa jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba uh, wameweza kuhakikisha kwamba wamewachukua raia na kuweza kuwawasilisha mahakamani, lakini polisi wanatembea na sare ambazo sio rasmi, lakini pia wameja, wameweza kujiunga na kikosi kisicho rasmi ambacho kinaweza kuhakikisha kwamba shughuli hizi za utekaji zinazidi kufanyika. Taarifa hii inaniambia msikilizaji, kwamba baadhi ya polisi wamepata kutambulika kuwa ni, ni wahai sasa kulingana na uh, utekaji wa bwana uh, Thadei Kweka, polisi wameweza kuachia ripoti na kuweza kusema hivi. Naomba nikusomee taarifa hii ya polisi, imeweza kusema hivi: jeshi la polisi Tanzania limemkamata na linamshikilia Thadei Sibinus Kweka mwenye hati ya kusafiria namba, wakaweka nambari yake ya kusafiria pale, wakasema wamemkamata tarehe 28 mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025 majira ya usiku huko mkoani Kilimanjaro alipata msikilizaji, kisha ikaendelea hivi: mtumiwa huyu amekamatwa kutokana na tuhuma za jinai zinazomkabili mojawapo ikiwepo uchochezi ambao ni kinyume cha sheria za nchi. Taratibu za kukamiliza, za kukamilisha ushahidi ikiwa ni pamoja na kupata maelezo yake juu ya, ya tuhuma hizo unaendelea, ili hatua nyingine za kisheria ziweze kufuata. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Sasa msikilizaji taarifa hii ya polisi imeweza kusema hivi: bwana Kweka ameweza kutekwa kwa sababu kwamba ameweza kuonekana akiwa mchochezi na uchochezi. Msikilizaji, kwa mfano tuweze kusema kwamba kumeandaliwa ama kunasemekana kufanyika maandamano, kisha ukachukua nafasi ya kuwarai wenzako kwamba jamani, nchi yetu inaharibika hapa na hapa, naombeni kuwashawishi kesho mkaweze kutokea, tuweze kuandamana kwa sababu ya hichi na hichi na hiki. Kwa mfano ndugu zetu wameweza kutekwa wenzetu pia wamepata kuuawa na kwa hivyo, tuna sababu kubwa za kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka na kuweza kufanya maandamano. Suala hilo polisi wanalichukua kama uchochezi wa kuhakikisha kwamba watu wametoka manyumbani kwao kufanya maandamano, na sasa hicho ndicho wameweza kutumiwa bwana Thadei Kweka kwamba ameweza kujihusisha na uchochezi katika mitandao na katika mazungumzo yake ya siku hadi nyingine, ni sawa na Mange Kimambi ambaye pia ameweza kuonekana akiwasukuma Watanzania kuipigania nchi yao ili kuweza kuhakikisha kwamba haki za, za kimsingi zinapatikana, lakini pia ameweza kuonekana akisukuma urekebishaji wa sheria za Tanzania ili kuweza kuhakikisha kwamba sheria za uchaguzi zinabadilika, na iwapo matangazo yameweza kutolewa, kesi inaweza kuwasilishwa kotini na kuweza kuhakikisha kwamba haki imepatikana. Sasa visa vya utekaji, msikilizaji, vimeweza kufuatana kwa yule ambaye anaweza kuhakikisha kwamba amepata kuzungumza kinyume na serikali ya nchini ya Tanzania. Siku chache zilizoweza kupita msikilizaji, tulishuhudia utekaji wa wazi mchana wa Bwana Julius Loyole ambaye pia amekuwa ni mmoja wa watu walioweza kuzungumza na kuipiga sauti katika mtandao kuhusu masuala yaliyoweza kutendeka nchini Tanzania ambayo hayaruhusiwi kikatiba na ya mengine yameweza kwenda kinyume na vile watanzania wangeyapenda kuweza kutekelezwa. Sasa bwana Julius, swala hilo liliweza kumsababishia kutekwa, na mpaka sasa polisi hawajaweza kutoa ripoti kuhusu utekaji wake hajaweza kuwasilishwa mahakamani ma, uradi na hamna ambaye anaweza kujua kwamba bwana Julius anakipitia kipi na yuko wapi sehemu gani na maisha yake yanaendelea vipi. Sasa ametekwa na ameweza kupotezwa tofauti kidogo na bwana Thadei. Polisi wameweza kutoa taarifa ya kuweza kukubali kwamba wameweza kumteka na kumshikilia, na sasa wanaweza kumchunguza kwa kosa la jinai na vilevile vile, uchochezi nameweza uh, kulingana na taarifa hii niliyoweza kuipokea, nasema kwamba mtumiwa huyu amekamatwa kutokana na tuhuma za jinai zinazomkabili mojawapo, ikiwa ikiwepo uchochezi ambao ni kinyume cha sheria cha Tanzania. Ndio msikilizaji, uchochezi ni kinyume cha sheria ya Tanzania, lakini uchochezi huu unatokea vipi? Kwa njia nzuri ya umbaya, kwa sababu mtanzania anayewaita wenzake waweze kutoka kuhakikisha kwamba wameipigania nchi yao hajaweza kuchochea kwa ubaya, kwa sababu kinastahiki kufanywa hicho. Na sasa bwana huyu amepata kutekwa, yupo mikononi mwa polisi na anaweza kuchunguzwa kwa madai hayo ya ajinai na vilevile vile uchochezi. Sasa kile kinachotokea ni hiki msikilizaji, baadhi ya watu walioweza kuzungumza kinyume na serikali ya Samia wameweza kupotezwa katika njia tofauti tofauti au kunyamazishwa kwa njia tofauti tofauti ili kusambaza woga kwa wananchi wasiweze kujitokeza kuzungumza lakini pia kuhakikisha kwamba wameyafumbia yale ambayo siyo mema yanaweza kutendeka nchini Tanzania, na wameweza kunyamaza hata kipindi ambapo wameweza kuyashuhudia maovu yakiweza kutendeka. Mtazamaji, zili kuachilia maoni yako kwenye comment section, lakini zili kutufuatilia sie, tupo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika. Na unapata kuelimika kuhusu yale yanaweza kutokea, lakini pia kuhakikisha kwamba tunachanganua na kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea. Zili kutufuatilia piga subscription, iwapo ni mara ya kwanza tunapatana, jina langu ni presenter Guto. Zili kufuata kituo chetu, lakini pia zili kushia kwenye vikundi tofauti tofauti, ili tuweze kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kuwa kubwa zaidi.